Huu ni mpango wa mlo wa siku kwa mtu mwenye changamoto ya vidonda vya tumbo, huku ukiendelea kutumia stomach acids, ambayo imekuwa dawa ya mjarabu. Kama haujaipata basi wasiliana na Dr. Jimmy uweze kuipata. Hapa, mpango gani unaotakiwa kuwa nao? Kwanza asubuhi, unapoamka ile kitandani, pap kunywa maji ya vuguvugu yaliyochanganywa na asali, yana neutralize acid, lakini antioxidants ya kuondoa bakteria wabaya tumboni. Baada ya sasa, baada ya hapo, ukipiga mswaki, breakfast yako kwanza inabidi iwe uji wa ulezi basi, na ndizi moja mbivu mbia, ndizi yako moja mbivu. Kama unaweza kula tatu nne, ni fresh kabisa. Mimi mwenyewe nikiamka asubuhi, huwa nakula ndizi tatu. Utakula ndizi tatu basi, utaendelea na majukumu yako. Lakini mchana, mchana unatakiwa ule viazi vitamu, unaweza kula ni viazi vitamu kwa sababu ina fiber inaongeza ulinzi kwenye kuta zako za tumbo, mboga za majani za kutosha, na unaweza ukatumia samaki wa kuchemsha bila kuongeza chochote. Lakini pia ile asubuhi kwenye kula na mboga za majani unaweza kula ile asubuhi, unapokula ile e, uji wa ulezi, na unaweza kaongeza kitu kingine, unaweza kaongeza mayai ya kienyeji. Mayai ya kienyeji ni mazuri sana, ni pia protini na linda tumbo lako. Lakini jioni au usiku unafanyaje? Kunywa mtindi, kula na papai. Mtindi na papai ni mzuri, ukirudia yai sio mbaya sana, ukirudia ukila wanga kidogo na matunda itapendeza. Lakini katikati hakikisha unakunywa maji, lakini pia usikose juisi ya karoti yako. Ikienda hivyo plus na stomach acids, vidonda vya tumbo kwisha. Kama unahitaji dawa hii, wasiliana na Dr Jimmy leo kupata msaada zaidi.